Tafakari time hizi ni fikira angavu na mijadala moto moto yenye kuleta mwazo mbadala na mitazamo tofauti Tafakari time Uzuri wa elimu tofauti sana na mali. Kila unapoitoa inaongezeka. Mali kila unapoitoa inapungua. Sasa Watanzania kwa leo, elimu wanayoipata ni elimu ya ukimbizi, si elimu ya kutatua matatizo. Hapana, ni elimu ya kukimbia matatizo, ni elimu ya kutukimbia, tutoke vijijini. Hawatupi elimu turudi vijijini, tukae vijijini na kubadili mazingira yetu, kwa sababu kwa kweli elimu tunayotaka kwa watu hawa ni baada ya hapo elimu anayoitaka ni elimu ya kufanyia kazi, ni elimu ya ufundi na elimu ya kukomaa kwa mawazo, na mawazo yanayoelekea kwenye kazi na kuendesha mazingira yetu na mtazamaji wa kipindi hiki cha tafakari time, mojawapo ya njia bora za kumwenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni pamoja na kuyafanyia kazi yale ambayo alisisitiza ama aliyaanzisha, hasa katika sekta ya elimu ambayo ndio uti wa mgongo wa maendeleo kwa taifa lolote duniani. Mtazamaji, katika miaka ya hivi karibuni watoto wengi zaidi wamefanikiwa kupata fursa za kujiunga na elimu katika ngazi mbalimbali. Suali la msingi la kujiuliza Je, watoto hawa wanajifunza kikamilifu wanapokuwa darasani? Na ni nini hasa matokeo ya watoto hawa wanapohitimu katika ngazi moja ama nyingine ya elimu? Je, wana uwezo wa kukabiliana na hali halisi ya maisha wanayokutana nayo hata kama hawatapata fursa ya kuendelea na ngazi nyingine ya elimu? Tafakari time ilitembelea shule mbili, shule ya sekondari ya Sega iliyoko mkoani Morogoro pamoja na shule ya sekondari ya Hocet iliyoko katika wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani, kwa lengo la kujifunza ni aina gani ya elimu inayotolewa katika shule hizi, na je elimu wanayopata watoto ama wanafunzi wanaohitimu katika shule hizi inawasaidiaje kwenda kukabiliana na hali halisi na changamoto za maisha wanazokwenda kukumbana nazo, hata kama hawatapata fursa ya kuendelea na ngazi nyingine ya elimu? Karibu mtazamaji, tuanze kwa kutazama shule ya sekondari ya Sega iliyoko Morogoro. Tulivyoanza kwanza, tulitangaza hapa kwa Morogoro tu. tu tukasema tuanzie Morogoro yenyewe, tukatangaza misikitini, makanisani e, kwenye ofisi za kata, tukasema wasichana hata house girl. tukasema wote ambao watataka warudi tena shuleni, lakini tukaweka age limit, tukasema asizidi miaka kadhaa kumi na tano kumi na sita. Hata kama ulikuwa umepata mimba au una mtoto, lakini una kiu ya kurudi shule, ndio tuvyoanza. kwa hiyo wakaapli tukaenda tuka kata kwa kata tukawa tuka interview, tuka alafu tukaanza kuwatembelea sasa, tukaenda home visits kuhakikisha kweli huyu hali kweli. Tukawahoji mtoto na mzazi, ilikuwakuwaje mpaka tukawapata. Baada ya kuwa kwenye tukawapa sasa mtiani, sababu mwingine anaweza kawa alikaa miaka miwili mitatu yuko nyumbani toka ameacha shule, labda darasa la tano sita. Kwa hiyo wale tukawahoji tukaona kama anaweza akakumbuka alichokuwa anafanya darasani. Wale watoto ambao tulikuwa tumewachagua walikuwa watoto thelathini, wakawa wanatoka manyumbani, tukatafuta basi tunatoka nao na chakula kutoka mjini. Kwa hiyo wale watoto ni wale ambao tuliwaandikisha kwamba siakumaliza la saba kwa hiyo anaanzia la sita, mwezi wa saba anasoma darasa la sita, tukitumia walimu wa shule ya msingi Mkundi, anamaliza la saba mpaka anafanya mtihani wa darasa la saba, anaandikishwa kama memkwa. Baada ya kuona watoto wamefanya vizuri, tulipata ari sana mm. Tuli, yani sasa tukawa tunaona tunahitaji tuna, tuna kukimbia, tukaona sasa tupanue. Kwa hiyo kila mwaka sasa tunaenda mkoa tofauti, tukaenda Makete, Iringa, tukarikruti mwaka mwingine mm. tukaenda Dodoma Wagogo tukarikruti mwaka mwingine, tukaenda kwa Masai tukarikruti, kwa sababu tunajua hawa mm. e, maisha yao ni yale, ambao ni wachache sana wanapata nafasi ya kuendelea na shule. Kwa hiyo tuliwakuta, lakini wakifika hapa wanabadilika, hata wazazi wakifika, wazazi wengine wanalia tu machozi kwa furaha wanavyokuta mtoto wao wamebadilika. Alafu pia sisi mikakati yetu sio darasani tu, na sio kwamba tuchukue wale, wale ambao wana, they are A students au be students mm. Actually majority tulionao ni average, lakini tunaamini kwamba akishafika form 4 akapata all level certificate, tukampatia ujuzi fulani, ule ujuzi utamkomboa na ndio actually lengo kuu. Sio kwamba wote wafike chuo kikuu, hapana. Kwamba wana talent, na hapa tunawapa exposure. Mwingine ni artist, tuna business club hapa anajifunza. Tuna project kubwa ya kuku, zaidi ya kuku elfu mbili. Tuna bustani, wanajifunza kutumia bila kutumia hizi mbolea za chumvichumvi za madukani. Kwa hiyo wanajifunza hizi non hizi zote hizi trades, ili mm, akitoka hapa sio tu kwamba lazima aende chuo kikuu, mm, lazima apate kitu cha kumwendeleza maishani. Na mfumo wenu wa ufundishaji ni ule ule kama, ni kama ah, shule zote za serikali hapa? Tunatengeneza chakula chetu wenyewe chakuku. Chakuku kwa kila kitu hapa, watoto wanajua formula, anajua akitoka hapa anaweza akaanzisha mwenyewe. Na aa ah, waliomaliza sasa hivi, walio maliza, walio maliza, bachi ya kwanza ambao nilianza nao mimi mm, mwaka 2008, sasa hivi wengi wako vyuo, wako vyuo vya walimu wengine kama hawezi kabisa, tunampa mtaji anaanzisha biashara yake mwenyewe. Mna ushirikiano wowote na jamii iliyozunguka eneo hili? Labda sawa sawa, tena watoto wanaenda kwenye community activities. Wakina mama kama hawa tuliwapa ajira, ni watu wanaotuzunguka mm -hmm. katika kutoa ajira pia mm -hmm kwa hiyo wametupokea, wametukubali, tunaenda tunaendanao tunashirikishana nao vizuri, mwenyekiti wa kijiji, mm -hmm. wote tuko pamoja. ni changamoto gani ambazo mekuwa mkikumbana nazo katika uendeshaji wa hii shule kwa ujumla? Changamoto ni ile ya kumbadilisha huyu mtoto mindset. Kwanza ukumbuke, aliacha shule, labda amekaa kijijini miaka miwili, alishakata tamaa. Mwingine mm. amefanya kazi kama house girl, mwingine amefanya kazi kama bar maid, alafu unaenda namwambia arudi shule kweli pale tumefanya kazi sana, tuna e, idara ya kansela tunamwita life educator. Yupo idara kubwa sana imeimarika, ambapo watoto mpaka tumrudishe awe mwanafunzi mm hiyo -hmm. Ndio changamoto yetu kubwa. Kadiri tunavyozidi kwenda, mambo yanazidi kubadilika, lakini kwa miaka tuliokuwa tunaichukua kuanzia y mwaka elfu mbili na tisa elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na moja. Hasa hasa ni wasichana ambao walikuwa wameacha shule katika umri mdogo, wameachia shule katikati. Sasa mtoto kama huyo unapoenda kumpa tena nafasi ya kuja shule, lazima shule kwanza anaona kama ni kitu kipya. Kwa hiyo anapokuja pale akilinganisha na yale maisha aliyokuwa anaishi, unakuwa tena umemuingiza kwenye shamba lingine kubwa sana ambalo hajui atalimaliza lini. Kwa hiyo anapoingia hapa, kwanza anakuwa kwanza anawasiwasi lakini pili anakuwa hajiamini. Tatu anakuwa ni mtu ambaye anajiona kwamba yeye hakustahili kuwepo hapa, kwa sababu ni mtu ambaye amezoea kusimangwa, amezoea kutukanwa, amezoea kutengwa, ambaye anaonekana hana umuhimu wowote katika sehemu yoyote. Lakini anapokuja hapa, tunapompa thamani ya kujiona kwamba yeye ni mtu na kumrudisha katika utu na kuona kwamba yaliyopita yamepita, sasa tugange yajayo, ndipo unaanza kuona kwamba kuna ufufuko kutoka kwa watoto hapa Tafakari. Mimi nilipata mimba nikiwa shuleni, nikiwa na umri wa miaka 16. Nikajifungua mwaka huo. Mpaka sasa hivi mtoto wangu ana miaka tisa, anasoma darasa la tano mwaka huo. Nilivyogundua kwa nina, nina ujauzito, nilijisikia vibaya sana. Kwa sababu sikutegemea kwamba ile hali ingekuja kunitokea. Alafu ilinitokea kipindi kibaya sana kwa sababu mwakani nilibidi ndo nimalize shule ikatokea sasa kuna kipindi cha mwezi wa sita, nikiwa darasa la sita, ndo ikagundulika hivyo na nilikuwa sijijui kama ni mjamzito ila walinijua tu wazazi. Nilipata nafasi hii baada ya kumaliza darasa la saba. Kipindi matokeo yanakaribia kutoka, sikupata nafasi ya kuendelea na masomo maana kipindi chote kati iko darasa la sita la tano mamangu akuwa na uwezo wa kutoa labda hela yani kunipeleka mimi tusheni nikasome, kwa mamangu acho maana biashara yake ni kuuza ni vitu vidogo vidogo mashuleni, anachopata ndicho tunachokitumia nyumbani. Kwa hiyo akanishauri kwamba tuende tukauze wote biashara, hela atakayoipata ndio hiyo ambayo ananiwekea kwa ajili ya kwenda kutafuta shule labda za private nikasome. Bahati nzuri tukaja tukasikia kwamba kuna shule ya Sega ambayo inatafuta wanafunzi ambao kutoka katika mazingira tofauti tofauti. Kwa kweli, baada kusikia hivyo nilifurahi sana. Baada ya hapo, wakatwambia tutahitajika kwenda kufanya mtihani. Baada kama wiki hivi, matokeo yakatoka. Kusema kweli, nimshukuru Mwenyezi Mungu, sikutegemea, nikafaulu. Baada ya darasa la saba nikaendelea hivyo, Mungu akanisaidia nikafika mpaka form 1, nikajitahidi kusema kweli, kafika mpaka form 2, ndio mpaka sasa hivi niko form 3. Mwaka wa kwanza watoto hapa walitoka mwaka 2013 mwaka wa 2013 hawa watoto wote ambao tulikuwa nao hakuna hata mmoja ambaye alikuwa ametoka shuleni. Watoto wote walikuwa wametoka mitaani, lakini tunashukuru mwisho wa siku watoto wote kasoro watoto wawili ndio hawakufaulu, ila watoto wote walipata pass na wengine walipata division 2, 3. Wengine wako fom 5 na wengine wako vyuoni. Mimi nilisoma hapa Sega tangu mwaka elfu mbili na nane na kuhitimu elimu yangu ya kidato cha nne elfu mbili na kumi na tatu. Hapo awali nilikuwa naishi na bibi yangu huko Kigoma. Kutokana na maisha yalivyokuwa magumu, akawa ameshindwa kulipia vifaa vya shule, nikajikuta kwamba nini shule, basi nikawa nimeacha tu, nikawa mfanya kazi wa ndani. Nilifanya kazi za ndani kwa muda wa miezi sita, lakini kukuwepo nimepata mateso, manyanyaso, kipigo, mshahara hakuna. Kwa hiyo sikuwa vizuri sana, yani sikujisikia vizuri, lakini hapo baadaye ndo nikaja kusikia kwamba nafasi za Sega, ndo nikapata nafasi ya kuja kujiunga huku. Kwa sasa hivi nipo chuo cha Eckernforde Tanga, nasomea ualimu na Sega bado naendelea kunisaidia kwa kiasi kikubwa sana. Mimi nilisikia tu watu kama wanapiga stori, kuna shule ya bodingi ya wasichana watupu. Kwa mimi nilivyosikia vile, ni wasichana watupu, niliridhika nikauliziaulizia ulizia, akafanya mtiani bahati nzuri akafauru. Basi nikamleta, kaanza kusoma na nashukuru toka anze kusoma anaenda vizuri. Nashukuru na tabia yao, shule ya Sega wanalea vizuri sana maadili watoto. Nimekuja Morogoro kutafuta maisha, nilikuja na pili alikuwa amefika darasa la sita, tulimfata babake. Wakati amepelekwa shule alipiti darasa la sita akawa anapelekwa sasa katika ile tuition ya jioni ndo wapo alipopata ujauzito, ikabidi aache shule kwanza ajifungue. Mtoto alipojifungua mtoto, mtoto mwenyewe akawa na miezi miwili, babake akawa akafariki, akasikia kuna matangazo ya watoto yatima wanaandikishwa, kuna shule moja inaitwa Sega, kabidi yaendelee na Sega. Sasa mimi kabidi niliwetea huyu mtoto akiwa bado ana miezi kama sita hivi. na mtazamaji wa kipindi hiki cha Tafakari Time, tumetoka kumsikiliza mama yake Pili. Ni vizuri pia tukamsikia Pili mwenyewe. Pengine Pili, ni kitu gani kilipelekea mpaka ukajikuta umepata ujauzito? Sijui haujui ulijikuta tu umepata ume ujauzito, mm kwa sababu mimi mwenyewe sikujua, walikuja kunigundua wazazi wangu miezi saba ndo nikaja kujua. Pengine kwenye historia yako ya mahusiano ulikuwa na boyfriend bila shaka, au ilikuwa kwaje? nikuwa tuisheni ndo mm nsababishia hivyo yaani mm. Mm. mlianza mzaje na huyo kijana? Alikuwa sio boyfriend wangu, alikuwa anatufundisha tusheni. Sasa wakiondoka ah, wenzangu, mi naambiwa nibaki, kwa sababu alikuwa anatufundishia nyumbani kwa kaka yake, maana yeye mwenyewe alikuwa anasoma, alikuwa sekondari, nipo darasa la sekondari. Sasa hiyo ilikuwa kipindi cha likizo. baada ya kubaki sasa alikuwa anakuambia kitu gani? Maneno si yakumbuki, lakini mm. nijishtukia tu tulifanya, nilifanya mm. basi. kwa kipindi cha miezi saba haukuwahi kujishtukia hapo katikati kwamba labda mbona sijaona siku zangu? siku zangu nilikuwa sizioni, kwa hiyo nikiuliza Anaambiwa hiyo hali ya kawaida, mm. utakuja tu kuziona. Nami nilikuwa sio ni dalili yoyote kama inaonyesha mimi mjamzito, mpaka mama mm. wangu ndo alikuja kunijua. Hukuwahi kumwambia mama labda mwezi huo nimepitileza? Sikuwahi kwa, mm -hmm. kwa sababu mama alibize Mm -hmm. k sina mda muda kukaa naye chini kumwambia. Baada ya kujua kwamba una ujauzito wewe mwenyewe binafsi, kwanza hiyo habari ulipokeaje au ulijisikiaje? nilijisikia vibaya. mm -hmm. kwa sababu na shule yenu walivyojua. mm -hmm. Nikastopishwa shule, babangu alikuwa mkali sana. mm -hmm. Alinifukuza nyumbani, nikaenda kukaa kwa yule mwanaume alionipa mimba kaka yake, kwa sababu alikuwa mm -hmm. anakaa na kaka yake, nikakaa huko. Baadaye babangu akanitafuta tena, wakawa wananitafuta kwenye vyombo hivi vya habari wakanipata wakanichukua wakanipeleka polisi, ule mwanaume akakamatwa, nikafungwa. Basi mm, babangu wakanirudisha nyumbani, nikakaa mpaka nikajifungua. Pile ulipata ujauzito ukiwa na miaka mingapi, kama unaweza kukumbuka? kumi na tatu. Mtoto wako ana miaka mingapi sasa hivi? Sasa hizi ana miaka saba, inaenda kwenye nane. Ulivyomaliza kidato cha nne sasa, uh, kitu gani kilitokea na mpaka sasahivi unafanya nini? Ulivyomaliza fom mm. four Sijapata bahati ya kuendelea form five na form six. mm -hmm. Ndoto zangu zilikuwa niwe, nataka kuwa nesi. mm -hmm. Ndo napenda sana mpaka sasa hivi, nataka na nitajiendeleza, nataka nirudie mtihani tena, nirudie okay. mtihani. mm -hmm. Mm -hmm. Kwa nikapata tu, nikapata tu cheti division four. mm -hmm. kupata za Umeshapita kwenye matatizo yote hayo, sasa hivi uko hapa, umesoma mpaka kidato cha nne, una kazi unafanya, alafu una mtoto ambaye tayari ni mkubwa, yuko darasa la ngapi? La pili. Yaani, unavyofikiria hayo mazingira ni una, unajisikiaje? Kuna hali yoyote ile ya kujuta au unajisikia vizuri sasa? Kwa sababu tayari ushapita kule kwenye yale mapito magumu. Sijuti. Mm. Nafurahi tu kuwa na mwanangu, mm. Kwa sababu nampenda sana na yeye ananipenda sana Chava. Na mtazamaji, bila shaka umejionea na kusikia aina ya elimu inayotolewa kwa wanafunzi wa kike wanaosoma katika shule ya sekondari ya Sega iliyoko mkoani Morogoro. Ni shule ambayo imejikita zaidi katika kuwasaidia watoto wa kike waliokatisha elimu ya msingi kutokana na kupata ujauzito, hali ngumu ya maisha kwa familia wanazotoka, na wale ambao walikuwa wakiishi katika mazingira magumu. Hapana shaka tunatamani kuona aina hii ya elimu ikitolewa katika shule zote za umma pamoja na za binafsi ili kweli tuweze kuona matokeo ya watoto wetu kukaa darasani na kujifunza. Tafakari Time ilipata pia fursa ya kutembelea shule ya sekondari ya Hocet iliyoko wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani, ambao na wao wanatoa aina ya elimu ambayo kimsingi inaleta matokeo halisi ya watoto kukaa darasani na kujifunza. Elimu ninayoijua na ninayoiamini ni ile ambayo inaleta mabadiliko katika jamii. Kwa maanake ni kwamba kwanza tunashughulika na swala la watoto ambao aidha amepoteza wazazi. Tunashughulika na mtoto ambaye anaweza kawa familia alikotokea imetengana, wanasema wa, wa, wa, wengine wanasema divorce. Kwa hiyo pia tunashughulika tuna na swala la watoto ambao wana wazazi wote, lakini hawa wazazi hawana uwezo wa kuwafikisha kwenye lile, eh, lile, lile imani yangu ya elimu kama msaada na ukombozi. Eneo eh, la nne tunaoshughulika nalo ni watoto ambao hajui wala si kwamba wazazi ameacha na hajui kwamba ndugu na ndugu, baba, mama, dada yuko wapi, hajui kabisa, na hao nao tunataka kuwajengea mustakabali wa maisha yao ya baadaye. Sisi tunachokifanya, tunaangalia kwanza watoto wote, japokuwa tumeanza na wachache, tunaangalia watoto wana nini ambacho Mungu amewaumbia, kwa sababu naamini kila kipawa ni mtaji na ni fedha. tunatengeneza nyimbo kwao zinakaa kwenye DVD kwenye CD, kwa wanapita watoto kuuza siku za weekend, hasa Jumapili, wanaweza kapita kuuza kwa lapo uza kwa sababu wanaonekana sawa, wana wameinuliwa vile tumewekea walimu, kuna kitu, kuna kitu. watu wanaweza kununua zile product, sio kwa sababu tu ya kununua, lakini anaweza akanunua kwa bei ya kuchangia anaweza kanunua hata kama alikuwa hataki, ili kusupport ile program kwamba iendelee. mm -hmm. lakini wengine anakuwa ndio wamepata picha ala, kumbe kuna kitu kinafanyika. kwa anaweza kuja baadaye kaja na unga akaja na vitu mm -hmm. ambavyo sio fedha mm -hmm. lakini akaja hivyo. Hiyo ndio imetusukuma ime sana kutufikisha mahali. Lakini eneo la pili tumejikita kwenye eneo ambalo lilituleta kutafuta eneo kubwa na lenye maji ambayo ilikuwa ni lazima tutumie kilimo cha bustani ambacho hatutawaalika watu wala kuli, kukodi watu wa kulima ili tuwalipe, bali wanafunzi wenyewe lazima wawe sehemu ya mabadiliko yao. Sisi tutawasaidia ambacho hawana, kwa mfano kama mbolea inahitajika, kwa mfano ilikuwa inahitajika sana mbolea ng'ombe na mbolea ya kuku, walikuwa hawana kwao. Sio kuwanunulia mbolea, haa, ni kuwaletea ng'ombe. Eneo la tatu ni watu ambao wametuelewa kutembea nasi katika ndoto ya kwamba hawa watoto ni watoto wetu. Kwa hiyo vyanzo hivi vitatu ndivyo tunavyovitumia. Mimi nafurahia kwa sababu unakuja kuelewa jinsi gani ya kuishi katika mazingira tofauti tofauti. Kwa mfano hapa tunashughulika, kuna kilimo, kuna ufugaji. Kwa hiyo mimi hapa napenda katika ufugaji, kwa sababu inanisaidia kwa njia moja ama nyingine. Muda wa darasani naisha saa nane kamili pale, hivyo napanga mda wangu kwamba hapa muda wa kula ni wa kula ni kusoma, kusoma na kuwa na napata muda wa kupumzika kabisa. Mimi nikiangalia kwa uzoefu niliokuwa nao, nimeanza kuwa mwalimu Tanga mwaka tisini na tisa kwenye shule za serikali. Nimefundisha watoto wengi ambao wengine sahizi ni wanafanya kazi tayari wanani wafanya kazi. Ninaangalia kwa undani sana kwa nini Mwalimu Nyerere alianzisha kitu kinaitwa elimu ya kujitegemea. Kwa kweli, ilikuwa ni policy nzuri, ni kitu kizuri sana, lakini sijui ni wapi tulikopotea njia tukakiacha. Unajua, watoto wa siku hizi elimu wanaopata tu ile nadharia bila vitendo. Hata akimaliza form 4 mwambie tu atengeneze bustani pale, hawezi. Muda mrefu ana chati, sindio? Lakini angekuwa kule shuleni alikokuwa, kama hivi tunavyofanya hapa sisi, zingekuwa zimempa ule mtoto hata kufikiri zaidi, kwa sababu mtu anasoma kwa sababu gani? Anasoma kwa sababu anataka baadaye afanye kazi, aweze kupata kipato. Sasa kwa sasa hivi ajira kama unavyoona kwa vijana hamna. Ufundi wowote ule hana. Unamsaidiaje huyo mtoto? Hata kama wewe hapo nyumbani kwako una bustani, una ng'ombe wako, una kitu chako ambacho unataka mtu afanye, utaweza kumwajiri mtu ambaye hawezi kufanya? Sio rahisi. Kwa hiyo elimu ya darasani bila vitendo haijamsaidia ule mtoto. Mfumo wa elimu wa shule hizi za kawaida na za kule kidogo kuna kuna utofauti. Kwenye maswala ms ya kielimu kidogo naweza nikasema. Hatujapishana sana lakini kwenye mambo, yani mambo mengineyo, yule mkuu wa kituo cha Hocet nikasema, amenitoa katika sifuri mpaka aa, nikasema kwenye C au B. Kwanza amenifanya, hata mimi baadaye nikija kufanikiwa niwasaidie wengine. Mimi diploma yangu nimesoma St. Joseph ya Civil Engineering. Baada ya hapo ndo nika, nika apply TCU ndo nikachagula kuja DIT. Unajua, unaposoma vitu vya engineering lazima kidogo uwe mzuri kwenye masomo ya sayansi. Hesabu sikuwa vibaya, fizikia, kemia sikuwa vibaya, kwa hiyo kidogo yalinisaidia kidogo. Hata elimu yangu ya diploma sikuiona ngumu, ilikuwa ni rahisi. Heu, tueleze ushiriki wa wananchi wa eneo hili, je, mm, wanashiriki vipi? Lakini pia unapata support ya aina gani kutoka serikalini sasa hivi Utaweza tulikuwa tua kwa, kwa muda mrefu na serikali, hasa kwenye swala la usajili, lakini hatimaye tumefika mahali ambapo sasa tunazungumza, tunakaa meza moja. Changamoto kubwa hasa ni nini? namna ambavyo serikali imejipanga kuhusu elimu. Ninadhani, sijui, nikisema hawako serious awako makini nitakuwa nakosea sana, kwa sababu ni wasomi, hua wanafanya vizuri, isipokuwa kama unaona huko kwenye mfumo, unaona mfumo nakosea, huwezi kurekebisha ukiwa kwenye mfumo. Sasa mimi nilipokuwa naona mfumo wa elimu ya Tanzania unavyoenda mm, sivyo navyoona inatakiwa tuende ndio maana nikaamua kutoka ili nitengeneze mfumo mm-hmm, ambao utakuwa unatoa majibu ya mfumo ulioshindwa, pengine performance ya hao wanafunzi. Sasa turudi darasani. Mwaka jana mwaka jana waliomaliza form 4 walimaliza 13 na wa, wameanzia division 2 watatu wanakwenda serikalini, kwa maana kwamba wameanzia division 2 na 3, lakini wanne wamepata division 4 wenye credit lakini, ambao wako form 4 sasa, ambao ndo majembe kweli kweli wako 25, hawa naamini ishirini mpaka ishirini na mbili wanakwenda form 5, sijui bahati mbaya au nzuri, lakini wengi sana wanataka kuwa madokta, wengi sana wanataka kuwa ma civil engineer. Sasa nimewapa likizo kwamba, ukimaliza form 4, akimaliza na, nakwenda kuwakutanisha na civil engineers kule kwenye makampuni, ili maana kuwakutanisha na wenye makampuni ni kwamba wajue kwamba wanachokiamini kinawezekana mm -hmm. Lakini wasiishie kwenda kuajiriwa ila kumiliki makampuni kama wanaomiliki makampuni sasa hivi. Vijijini ukiingia, umo kwenye vitongoji vyangu, utakuta vijana wanaongea Kiingereza ambapo wale walimaliza katika Hocet, na naimani ule udogo wao umri kuwa mdogo na kama kama angekuwa umri wao huko unafanana na mimi, usingemkuta mwenyekiti kama mimi Koba, mwenyekiti wa kijiji, ambapo ni darasa la saba ungemkuta mtu ambapo amemaliza shule ya Hocet hapa wa form 4 kwa hivyo, vijana wanaetoka hapa wako smart sana. Mimi mwenyewe binafsi mwanangu alisoma Msolwa na wajukuu zangu wakawa wamesoma hapa, mabadiliko yapo ya, kwa sababu wakikutana wawili usikii ile lugha yetu tunayozungumza kawaida, utasikia hiyo hiyo wakijapanijapani. Na mtazamaji, hii ndo aina ya elimu ambayo inaweza kuzalisha watu ambao wanaweza wakajitegemea hata kama hawataweza kupata fursa ya kuendelea na ngazi nyingine ya elimu. Tafakari. Time haikuishia hapo. Tulipata fursa ya kuzungumza na wakuza mitaala kutoka taasisi ya elimu Tanzania iliyoko chini ya wizara ya elimu na mafunzo ya ufundi ambao tulitamani kufahamu ni namna gani mitaala inayotumika katika shule zetu inawaandaa wahitimu katika kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali za mazingira wanayokwenda kukutana nayo baada ya kuhitimu, hata kama hawapati fursa ya kuendelea na ngazi nyingine ya elimu. Ile falsafa ya ujamaa na kujitegemea bado hatujaiondoa, bado ipo. Maki Nyerere kwanza, aliwauliza mwaka 1967, anasema, tunataka tujenge nchi ya namna gani? Tuandaye watanzania wa namna gani? Na tufanye nini ili tuwe na wana Tanzania wenye mwelekeo fulani? Yeye akiwa na mawazo ya kuelekea kwenye mwelekeo wa ujamaa, anafanya nini? Na kujitegemea, kujenga stadi za watanzania, kushirikiana kufanya kazi pamoja kujitegemea kimawazo, kujitegemea kiwataalamu, kama anataka mtaalamu ambaye ni daktari au bibi shamba au bwana shamba au dreva au mainjinia manake watokane na watanzania wenyewe. Sasa basi, inabidi tuandae mtaala wa elimu ambao utakaowawezesha watanzania anayemaliza aweze kujitegemea akimaliza darasa la saba, basi elimu yake aliyoipata darasa la saba iwe ni package iliyokamilika kwamba anaweza kafanya kitu fulani aliyemaliza mpaka darasa la 12 elimu aliyoipata baada ya darasa la 12 iweze kumsaidia yeye kuweza kufanya mambo fulani. Hivyo hivyo ukienda mitaani humo, vijana wamemaliza wengine shule za msingi hizo, walifunzwa kwenye mambo ya umeme, kwenye mambo ya science, ni mafundi redio, wengine wanatengeneza simu, wamemaliza shule zetu hizi hizi, mafundi simu. Kuna wengine mpaka sasa hivi wanatengeneza mpaka mashine. Lakini sasa, wenye vipaji vya namna hiyo, tunahitaji sisi pamoja, mimi na wewe na wengine, kuwafanya nini? Kuwainua wenye vipaji na tuweze kuwafikisha sehemu fulani hiyo. Kama tutakuwa tunawainua na tunawamotisha, utashangaa vijana wengi unaibuka wenye karama mbalimbali wenye vipaji vya aina mbalimbali vya ufundi. Kwa tuseme, pengine kwamba sasa hivi ile siasa ya ujamaa na kujitegemea imepungua sana, haijapungua sana I ipo katika mtizamo mwingine, imehama katika mtizamo wa kutegemea kilimo, sasa hivi mekwenda katika masuala ya viwanda na teknoloji zingine za ufundi ufundi. Ndio maana Tanzania sasa hivi tukaanzisha somo la moja inaitwa stadi za kazi. Somo la sari za kazi nafikiri unalikumbuka. Somo la sari za kazi zilianzia makusudi mazima kwamba mtoto atoke na ufundi wa aina yote, aweze kutengeneza redio, aweze kutengeneza baiskeli, aweze kufuga kuku, mifugo midogo midogo, na aweze kulima bustani kazi bado lipo. Bila shaka vitabu ambavyo mtakuwa mnaviandaa sasa, kwa sababu linaanza kuviwazia hivyo vitabu, kwa sababu hao vijana wanaonekana wanakuja kwa mrengo huo, na hivyo vitabu sasa, mmejipanga pangaji kuhakikisha kwamba vinabeba uh, hawa vijana wanaokuja na hizo maarifa na hiyo hali ya kutaka kuwa wagunduzi na wanasayansi. Na mtala sasa hivi tunazungumza umahiri, yani umahiri katika kutenda, yani mkazo zaidi ni utendaji. Kama namfundisha kijana jinsi ya kutumia kamera basi aweze kuitumia kamera kupiga picha nzuri, aweze kuioperate, aweze kuitunza kamera. kama nataka kumfundisha hesabu, azitumieje zile hesabu katika maisha yake ya kila siku kutatua matatizo. Kwa, da, kila anapokuwa anajifunza, tunamfundisha mtala, unamwelekeza kwamba mwanafunzi awe mahiri katika jambo, katika kutenda zaidi, sio nadharia kwa ume, ume, ume, mtizamo wa mtala ni kukazia kwenye umahiri, utendaji, na upimaji unakwenda katika kupima utendaji wa huyo mtoto. Lini tutegemee kuanza kuona matunda ya hiki ambacho ameanza kukifanya kwenye mitaala na kwenye vitabu ambavyo vitatengenezwa, kwa kuona matokeo ya elimu kwa wahitimu wa, wa, wa? Kuna upimaji utakaofanyika baada ya hawa watoto wetu ambao wako darasa la kwanza watakapoingia la pili, na ndio maana unaona hata mtaala wetu tumeanza la kwanza na la pili. Pale tutapima mabadiliko na naamini tutayaona mabadiliko, na tutakapokwenda la nne kutakuwa na upimaji la sita kutakuwa na upimaji na nadhani unajua kwamba sera yetu sasa hivi elimu msingi ni mpaka fomu nne. Na mtazamaji wa kipindi hiki cha Tafakari Time, nilikuwa nikizungumza na wawakilishi kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania, nilikuwa na Dr. Daudi Anyingulile pamoja na Bileonida Tenga, ambao wote hawa ni wakuza mitaala. Kubwa zaidi tunaanza kuona Tanzania mpya ikija. Sasa tayari mtaala mpya wa darasa la kwanza na la pili umekwisha andaliwa. Ninaamini kabisa kwa jinsi ambavyo tumeanza na vile ambavyo tutaendelea kushiriki Kiana na serikali pamoja na wadau mbalimbali wa elimu bila shaka, tutafika mahali kama Watanzania, sasa tuanze kuimba wimbo wa elimu bora kupatikana katika nchi yetu ya Tanzania na kupata Watanzania ambao ni wataalamu katika mambo mbalimbali ambao mbali, watalibeba kweli taifa hili kufikia nchi yenye uchumi wakati itakapofika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na mijadala moto moto, yenye kuleta mwazo mbadala na mitazamo tofauti. Tafakari.